Na mtazamaji wa Trend TV bwana, baada ya Mange Kimambi kujiwa juu na mashabiki wa Zuchu kuhusiana na kwamba anamwandama sana Zuchu kupitiliza, na wakati Zuchu ni binti mdogo, Mange amekasirishwa na hizo comments na ameamua kueleza mambo mengine mengi sana mazito na kutoboa siri nyingi za mwanadada Zuchu. Hapa kuna jamaa amesema kwamba ila huyu dada, kuna mtu hapa amekuja kucomment katika peji ya Mange, ameandika kwamba ila huyu dada kama ni kupenda kama ni kupenda huu ni upuuzi. Kuna mtu mwingine akaja akasema kwamba bwana, kwa sababu una nguvu na ushawishi mkubwa sana bibi ya Mange Kimambi, siku utakayoamua kuwa upande wa huyu binti Zuchu, kwa sekunde chache sana upepo, uta, upepo utageuka na maisha yake yatakuwa na amani. Sasa kwa ushauri tu, kama kuna alilokukosea kibinadamu, msamehe kama mdogo wako, kama mwanao, kisha am, kisha ama uwe upande wake kwa muda kugeuza upepo au upotezea habari zake. Kiukweli huyu binti anaumia mno, na kwa bahati mbaya zaidi bado ni binti mdogo, hajakomaa wala hana uzoefu wa maumivu ya kimahusiano. Kihivyo na kubwa kabisa anaonekana, nam, anaonekana namna ya kupambana na yote haya ana, anakosa namna ya kupambana na yote haya ili kujifu, ili kujitafutia amani yake yeye mwenyewe kweli, kwa vile amani yake kwa vile mkataba wa kazi unamfunga. Huu ni ushauri tu. Kuna mtu ame comment hivyo katika page ya Mange. Sasa Mange alivyoiona hiyo comment, ame screenshot kaiweka hapo na alafu pia ka screenshot picha ya Zuchu, akaziambatanisha pamoja na akaandika hapa katika caption kwamba I say mnaniudhigi sana mkiandika komenti za hivi kusema kwamba Zuchu ni binti mdogo, sijui mwanangu sijui nini. Hivi mnamjua? Hivi mnaumwa nyie? Mimi nina umri wa kumzaa mwanamke mwenye umri wa miaka 33 kwenda 34 mwaka huu, na umri huo eti binti mdogo? Miaka 33 ni binti mdogo? Mimi nikiwa na miaka 33 kwenye ndoa nilikuwa kwenye ndoa kwenye, kwa muda wa miaka minne, miaka hiyo hiyo 33 nilikuwa, wa nilikuwa na, na mimba ya watoto watatu, nilikuwa na, na mimba ya mtoto wangu wa tatu kwa mda, kwa umri huu wa miaka 33, nilikuwa nimeisha jua wanaume ndani nje, nje ndani. Nilikuwa sina uvumilivu huo tena kwa ujinga wowote ule wa mwanaume yeyote. Huyu kwa umri huo wa miaka 33 ameishachumuliwa vibendi hata mara tatu kwa mwaka, watu maarufu ambao mnaweza kusema ni mabinti zangu ni wakina watu, kwamba ni watoto wadogo, ni wakina Paula wa Kajala na Abigail Chamzi, maana hawa wanalingana kabisa umri na mtoto wangu wa kwanza. Sio huyo mwenye umri wa miaka thelathini na kuendelea, eti hana experience na wanaume. Jamani, huyo binti eh, ni chizi mapenzi tu huyu. Hata India huko hakugraduate, alifeki vyeti kapelekwa kusoma ila, akawa anaishi na mwanaume. Akamtaja huyo mwanaume jina, akasema kwamba hela yote aliyokuwa anatumiwa kwa ajili ya ada, yeye alikuwa anamuonga mwanaume ili awe naye. aliporudi Tanzania, eh, anaiba. Eh, na alikuwa anachukua pesa kwa ajili ya kwenda kumnunulia vitu huyo mwanaume vya muziki, yani yeye kutoa hela kwa mwanaume ili apendwe sio shida zake, na bado huyo mwanaume akamtenda vibaya mno. So hiyo experience anayo talk ya kutosha, badala ya kumkumbusha kuwa eh, kabakiza miaka sita tu nafikisha miaka arobaini, mnaanza kusema kuwa mnaanza kumuita eti binti mdogo. Mbona Wema Sepetu hamumuiti binti mdogo? Na wakati Wema kampita huyu bin, huyo bibie Zuchu umri wa miaka, mwaka mmoja au miwili tu kama yeye ni binti mdogo na hajui kitu basi wote hao wakina Hamisa, Nandi, Wema na wengine nao watoto, watoto pia mwanze kuwaita watoto wadogo pia. Mnamwonea huruma mtu katili eh, alipewa msaada na Alia wa sehemu ya kuishi bure kabla hajajulikana. Diamond anaenda kwenye nyumba ya Alia alafu eh, yeye alivyopata umaarufu akapita naye. Mwambieni ajifunze kuishi na watu, haiwezekani achukiwe kila kona mm, sorry ngoja nirudie hiki ki eneo hapa Mangi alichoandika, anasema kwamba mnamuonea so, huruma mtu katili, alipewa msaada na Alia wa sehemu ya kukaa kuishi bure kabla hajajulikana, Diamond alikuwa anaenda kwenye ile nyumba analala na shoga yake, kumbe na yeye pia alikuwa anamtamani dai, alipopata ustaa tu akamkwapua bwana wa besti yake. Mazima aliye alipata mpaka msongo wa mawazo, alitamani mpaka kujitoa uhai, kama sio wakina mama Dangote na Esma eh, kumshika mkono kipindi kile, angeweza hata, eh, angeweza hata kujitanguliza eh, kuji ahera. Yule leo mnaanza kum, mnaanza kumtafutia huruma. Ujumbe huo wa Mange. Mange hakuishia hapo, akaendelea kusema kwamba mwambieni ajifunze kuishi na watu. Haiwezekani uchukiwe kila kona. Wakina Zari, wakina Hamisa walikuwa na watetezi kila kona, na ndio maana hawakutetereka baada ya kutoka kwa dai, baada ya kutoka kwa dai. E, wewe mtu mpaka kampuni iliyokusaini mm, unayowaingizia kipato kikubwa, na bado hawakupendi, lazima una tatizo. Mange ameandika hivyo. Mange baada ya kuandika hivyo, watu hapa wamekuja kuweka maoni yao bwana, katika comment section. Kwa mfano huyu hapa, Faraja ameandika kwamba kumbe kumbe, huyu binti ni mkubwa eh? Ni vile tu stress za mapenzi zinamkomaza mapema. E, mtu mwingine anasema bwana, binti ni binti mdogo, ni miaka 18 tu, kuanzia 20 na kuendelea mpaka 25, wewe ni mama kabisa, kuanzia 30 mpaka 35, wewe ni shangazi. E, kila kujitia, kila siku watu wanajitia udogo udogo huo, kwa hiyo kuna huyu dada amekuja kucomment hivyo. Kwa mdomo wangu nasema bwana, yote kwa yote, mpumzisheni jamani. Eh, mpumzisheni basi huyo mkubwa mwenzenu. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana we love you dada Zuchu. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana Mange, tunaomba picha za huyo mwanaume wa Zuchu. Kwa mtu mwingine anasema kwamba huyo mwanaume wa zamani wa Zuchu yani. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana eh, kwa mtu anasema kwamba bwana na mimi pia ni binti yako, bwana Mange, usisahau, usisahau, usinisahau jamani. Kwa mtu anasema kwamba bwana binti mdogo ni miaka kumi na mbili kushuka chini, wengine wote hawa bwana eh, yeah, tukimbilie tu kula ukwaju na pela, kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anaitwa do, Dorine amesema kwamba bwana tulieni, generation ya miaka tisini wote tushakuwa mashangazi, kwa mtu ameandika hivyo. So watu ni wengi hapa, wamekuja kuweka maoni yao eh, kuhusiana na hii issue, wengine wanamu, wanamuomba huyu Mange aache kumwandama bibie Zuchu, wengine wana support point ambayo amezungumza Mange kwamba okay, ni mtu mzima anajitambua anatakiwa afanye maamuzi sahihi na vitu vingine kama hivyo. So, mambo ni mengi, muda mchache na huo ndo ujumbe wa Mange Kimambi baada ya watu kumwandama kwamba anamnyanyasa au anamuandama sana Zuchu ampotezee kidogo afanye, afanye Zuchu kidogo ampumzishe, ili apate amani kwa sababu anayoyapitia ni magumu, ni mazito, na huku Mange pia amekuwa akimwandama kwa muda mrefu. So, Mange hajapenda hiyo na ameweka wazi kwamba ame ametoa hayo maoni yake kwamba huyu ana zaidi ya umri wa miaka thelathini, eh, basi huyu sio mtoto mdogo kama the way